Koma huyu hapa ni mbuji na mcheteti wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili, mwita Salim mwanangu Ahmed, ndio jina la kwenye pasi ya kusafiria. Gabo Zigamba ndio anatafutia riziki tu. Kila muungwana anapenda ndizi zake za masikio zibebe neno karibu, na mimi nachukua fursa hii pia kukaribisha wewe muungwana, tuendelee kulambaza nami kwenye kipindi cha Brad Koma. Leo niko ni eh, na giant hapa, niko na watu watu eh, kidogo wa aushi na wenyewe na adhimu e, wakikosekana kwenye familia familia zinalia eh, jamaa karibuni sana. Asante sana, sana. <laughs> Nanga, karibu bwana. Ah, asante sana nimekaribia, yeah. mm. E, jina kwa haraka ya kwa majina okay. Mimi wananiita Victor. mm. lakini jina la sanaa wananiita Nanga au Nang. Babu Nanga? au kwa nini Babu Kaju? ah, Babu Kaju kwa sababu naweza kufanya kila kitu kwenye sanaa naweza kuwa serious, naweza kuleta comedy, naweza kufanya serious comedy, kila sehemu ambayo wao wanaamini mtu mwingine anaweza asipite, mimi nikapita. Nanga kwa sababu ya mimi usho mzee fulani hivi mkaksi kauzu noma ya. Na nimependa na kitu ambacho nataka tujadili leo uh, ni kwamba ushawahi kufikiri kwamba inawezekana e, ikafika siku e, mafanikio yako yakawa kikwazo kama si kwako na kwa mwingine pia kwa nini huwa inakuwa hivi? Nikianza mm. na Tiko eh. Mimi sidhani kama mafanikio yangu yanaweza kuwa kikwazo kwa mtu mwingine, kwa sababu mm. Mm. mafanikio ni mimi mwenyewe kwanza mm. mm. alafu mtu mwingine the way anavoniangalia yeye eh. mimi kama mm. mimi nilipo, naona nipo sahihi kabisa, upo sawa. Eh kwa mwingine mm. kwa naweza kuwa kikwazo kwa yeye jinsi anavyonitafsiri mimi. Mpenzi wako ikiwa kikwazo kuact basi sio wangu, hawezi kuwa wangu, kwa sababu mimi kama na act mm. amenikuta basi, ilikuwa amekubaliana na hali halisi yeah. Huyu mpenzi tunamtaja, yupo au jimbo lipo wapi, alakosekanaje sasa? <laughs> <laughs> Asante sana Nanga. <laughs> Yeah. Eh, kwa nini inakuwa mafanikio yako inakuwa kikwazo kama si kwako hata kwa watu wengine pia? Mi naamini katika mifumo labda tuliyokuzwa nayo mm-hmm. ikogo hivyo, yaani kama tumeishi katika maisha ambayo wewe ndo wa kwanza kufanikiwa, hizo changamoto lazima zitakutokea mm. labda kama umepita kwenye mfereji wa utajiri haitakuwa kikwazo mm. lakini kama wewe ndo umebutua katika familia hiyo mm. changamoto lazima iwepo, lazima iwepo, yeah. kwa kiasi kikubwa kabisa yani kitendo cha kusema au una unapewa laana na ukoo mzima yeah. yeah. yeah. yeah. So, tena kwangu ile mimi nimealika watu. Ah, watu watu wanashinduga wa kuelewa mm. sometimes wanaamini kila ukionekana ndo unatengeneza hela okay. E, kwa hata ikitokea kwenye familia alisi mdogo wako anauma ukisema, da sasa mi siko vizuri hapa, labda tuangalie Ijumaa hmm. Wewe utakuwa unataka umtoe kafara mdogo wako ili sana yako ipande ndio tulikofikia huko. Kikwazo, kwa nini unasema wewe uoni kama kuna kikwazo? Kwa sababu hmm. Kila mtu alikuwa na nafasi ya kuwa yeye, tukiachia kwenye familia kwamba familia labda ilikusomesha hmm. uwe daktari lakini kuna muda ukifika kikwazo ndo kinaanzia hapa. Wamekusomesha we daktari, yeah. Hujakuwa daktari, unakuwa mwigizaji. Sijataka kuwa daktari, nimeamua mimi. Kwani usiwambie wapoteza ada zao. Sasa mimi, kuna kipindi nilikuwa sina sei, siwezi kusema, siwezi kujitetea, itabidi mm. nifanye baba au mama anavyotaka mm. lakini mwisho siku, nimeamua mimi nitakuwa mwanamuziki mm. hata niimbe kwa nini niwe kikwazo kwa kwa kwa sababu na mimi nimeamua. Kikwazo kinakuwa kwa, kwa mashabiki. Wewe unaona unaweza kuimba au si tunataka atukuone atu <laughs> kama unaweza kuimba. Lakini viewers si wako. Kwa <laughs> eh, wanasoma kama yani kuchana na, chana, na lakini, chana, eh, lakini nikipanda stage naambiwa ashuke, ashuke ashuke. <laughs> <laughs> eh, kuimba naimba sana lakini ni ashuke. Basi <laughs> eh, and hiyo hata kwenye udaktari pengine ingenikuta kwa namna nyingine. Unaona? Hmm. Hmm. Pengine ningekabidhiwa tu mgonjwa na angekufa. Hmm. Nafikiri ingenitokea mara tatu ingekuwaje? Kwa hiyo kikwazo ni wanavyokutazama tu. Kwangu mimi haiwezi kuwa kikwazo, kwa sababu nimeamua kuwa hivo. yani, this is me e, unaamua kuwa hivo. Nanga nachosema na sista ni kweli. hapana hapana hapana, huwezi huwezi huwezi ukaamua kuwa hivyo kwa sababu hmm. sisi tunaishi na watu, unajua hatuishi kwenye ulimwengu wa maroboti, tunaishi hmm. kwenye ulimwengu wa watu hmm. na sometimes watu wanaokuwekea vikwazo ni ni ni wale watu ambao wahusika kamili hmm. Si unaelewa hmm. Labda unakutana na changamoto kwa mama hmm. unakutana changamoto kwa baba. Hawa watu nawaepuka vipi? hmm. ili waepuke, wakatae ndo, hmm. laana yenyewe unaenda kukutana nayo. Kwa hiyo hmm. mimi naamini katika vikwazo, ukifanikiwa, vikwazo vingi sana vinakuja kwa upande wako. hmm. na hata marafiki tuliokuwa nao hmm. sometimes tulikuwa tunazoea kukutana maskani, lakini sasa mimi na mitikasi mingi kukutana tena na kuwa ngumu. Na, na ile, e, ile kitendo cha kupigiana simu da siku hizi, jamaa najisikia sana yani. Sasa hivi simu tu yani, ukimwambia changamoto ikakutumia elfu mbili anaona yani ile yake dili kuliko kuonana. Kumbe kuonana sio mchongo sana. Mi nina vitu vingi sasa hivi mm. Mi nikikwambia sasa hivi bwana, nilikuwa sehemu fulani, leo naingia sehemu fulani, anajikuta ana safiri si unaelewa, yani ah, aise, changamoto zipo sana Changa. Kufanikiwa cha, cha, changamoto zinakuja nyingi kwenye kufanikiwa. Uh, kwa watu zimepokelewa hivyo kwako mwenyewe, kwa kwako mwenyewe yani, kwa kwangu mwenyewe kwa, kwa, kwa shida, inakuwa unashindwa kuishi wewe yani ukifanikiwa kuna jinsi ambavyo watu wanatamani kukuona ukiamua kuishi wewe. Sasa hiyo ndo nakuwa changamoto nyingine. Kwa mfano uamue kutembea tu barabarani mm. so, yaani utembee tu kwa miguu labda mdogo mdogo, naamua tu nanyosha hapa mpaka sehemu fulani aiso, utazongwa mm utazongwa na maneno, yatakuwa mengi, atake kupiga picha, umjui, atake kukutumia meseji DM, nimekuwa naona unatembea una viatu vibaya, umjui mm. kumbe uliamua tu kwenye hali ya kawaida, na kama unavyojua kuna maneno yanaumiza kweli kweli. Unakuta mtu kakaa tu, jinsi alivyokuona sokoni umepita, kakutumia li meseji likubwa, mpaka kiasi kwamba ukisoma unaumia, kumbe uliamua tu mm. utembee kawaida, ila yeye anakuchukulia kwa yale mafanikio yako. Huyu mm. awezi kutembea na miguu huyu, amemuua mama yake, masharti ndo amemwambia iwe hivyo Atembee na mguu, atembee kwa mguu. Unalihendo vipi ili swala? Mi bado eh, bado sawa, yani, vipi? Kwa sababu na narudi pale pale kwamba huyu ni mimi hmm. Kwa sababu ukirudi pale pale tutakuwa palepale, taka hatufike, tutafika. Sababu lazima uangalie nyuma, hata uende mbali kiasi gani lazima utageuka nyuma kutazama. Hiyo ipo. Yaani mimi ya, chumvi na biruti amehakikisha, lakini mwisho siku imemtokea yule. Alikuwa na yaani, tuseme alikuwa anafanya bahati nasibu si. <laughs> sasa <laughs> mimi kama mimi nimeamua <laughs> haya ni, ni maisha yangu <laughs> siwezi kumpa kipaumbele mtu yoyote <laughs> kunirudisha nyuma mimi kwa fikra, kwa maneno, kwa chochote mm. Nimeamua this is my life, nitaishi hivi mm. Nimeamua leo nitaenda sokoni mm. Nitaenda sokoni nikipanda daladala dala, mm. Nitafanya vile nilivyotaka mimi kwa hiyo, mm. Siwezi kumpa nafasi yani, um... brandi itapanda au itashuka inategemea na mimi nimeamua nini kwa muda huo mm. Nina uwezo kukodi range nikaenda sokoni nikafanya shopping. Mm. Lakini hiyo siku nimeamua kufanya hivyo nitafanya kile ninachokitaka. Tiko Mungu. Kuna vitu uwezo kufanya, yaani unajua uko nafasi yako. Kuna vitu vinakuja. Sometimes, unajua wanawake, kama sasa hivi tuko kwenye kipindi kicha mvua. Yeah. Sio yeah, hakuna watu wanapenda kuchezea mvua kwa wanawake. Yeah. Tiko, na jino lako sasa hivi kasimame sokoni, upigwe na mvua. Nitaweza. Uwezi. Nikiamua nitaweza. Inawezekana. Yaani hizi nafasi hizi zinafa yani, zinakuja na vikwazo vyake. Sometimes unatamani kabisa kwamba hapa ah, leo natamani kakutane na wale rafiki zangu nilokuwa nao, siji mm -hmm, nini nini. Mm -hmm. Lakini sasa ukija kupiga mahesabu mm -hmm. wale watu jinsi ya wapata kwanza washabadilisha mpaka mifumo yao ya maisha. Siuelewa nafasi yako ilipo na wao nafasi zao zilipo, umwezi mkakaa sehemu moja kama aa, zamani a, nanga hapana. Yani nikwambie kitu mm. kwamba mimi nikiamua huyu rafiki simuhitaji tena mm. nitakata mawasiliano yote hivo ndio vikwazo vyenyewe. Sasa ah, no, yani mimi kwa nini awe kikwazo au niwe kikwazo kwa mtu? Kwa sababu huyu ni mimi and this mm. is my life. Kwa nini eti niwe kikwazo au huyulawe kikwazo? mm. mimi nimeamua kwamba sikutaki, nimekukata nitamkata yani, hakuna una, una, kitu unampenda una, una unampenda brother yetu alafu yeye yeah, hataki baadhi ya vitu, alafu unasemaje utakuwa hujampenda wewe? Yani a, a, vitu kama vipi, kwa mfano? Ataki, manake anaona unavyo act ile kiss na nini na Nanga, umeact na Nanga labda wako na unampenda, na uwezi kufanya lolote, haiwezekani ah. Yani mimi lazima nitamconvince, atakubali tu kumradhi yaani atakubali, nitajua nitakachokifanya, atakubali. Kama hawezi basi, na maana sio fungu langu yaani, in this life. Sikiliza, usikubali yoyote no. Mm. Kwenye haya maisha usikubali uendeshwe na kitu chochote mm. Sio feelings. Yaani wewe ishi wewe, kwa sababu tunaishi mara moja mimi siwezi kukosa furaha kosa kuwa, uh, kuwa na amani na uhuru eti kwa sababu watu wanaoishi na msongo wa mawazo. No. Yeah. Yeah. Yani ukiamua kuishi wewe ina maana kuna baadhi ya jamii ni lazima ikutenge. Yani hichi anachozungumza Tiko, mm. ni kitu ambacho mm. ni lazima kwenye maisha ya kawaida ikutenge. Kwa mfano hivi, mm. imetokea msiba mtaani kwake, sawa sawa. Mm. na wewe una ratiba zako za kushuti. Mm. Si unanielewa? Utaenda kwenye ratiba zako za kushuti ama? Ah. Utapita kwanza kwenye, kwenye msiba, msiba. Uh -uh ili uende kwenye utaratibu wako wewe, sababu hautapita kwanza kwenye msiba. Kwa utaratibu wa Tiko, ataenda kwanza kwenye kushuti, kushuti. kwa sababu wale watu hawatamkwaza mm -hmm. mimi, mimi nitaenda kushuti kwanza mm -hmm. ni kwa sababu mimi leo hapa mm -hmm. producer Gabo mm -hmm. Mm -hmm. nimpigie simu, kashaandaa production yake huko ka, mm -hmm. kakusanya watu wote, mimi tu ndo ninayetakiwa pale, pale production mm -hmm. nitaeleka nani mwingine atanipa kazi? nitaenda kumzika mtu ambaye kashamaliza mwendo wake mm. alafu mi nikose kazi for good, wanaambizanaga maproducer si so, unanielewa mi mm. sikosiko tayari kuteki hiyo riski Nitaenda, nitaenda uh, no, no. Mbabe, hata kwenye mahusiano ndani wewe sina fikra si, si nzuri kama kaka yetu apate vichwa haiwezekani eh. <laughs> mimi unamsimamo fulani, mimi niko, niko, um, nina misimamo, lakini kachelewa kazi <laughs> a, a, kazi anayo kweli. Kwa nini unirudia umechelewa? <laughs> bila ya kunielewesha kwamba ulikuwa hapo kwa mbili mbili na kwa mbili. Kwa hiyo mimi nitaenda kwanza kazini, nikitoka kazini nitarudi msibani, okay Us. Wakati anarudi zake msibani nilikusikia kwenye jukwaa. mm. mm. Kwanza, kongole ongera sana kwa tuzo. Asante. Na mimi nasema ulistahiki ile tuzo. Eh, kama wako watu ambao wanasema ukustahiki basi tuwaulize kwa nini? <laughs> Umeelewa? na kama iliwakera kama kikwazo basi <laughs> yao, na zakana, hao wanawezekana wao tunawajadili leo eh, ndio hao. Kwa maneno uliyazungumza pale uh, ulisema kwamba Najua enyee, ndugu zangu, na tumetoka mbali hii e. e, fedha iliyoandikwa hapa haiwezi kutugombanisha e. e, ugomvi wake ulikuwepo hapo. Au uzuri, niwaelewa <laughs> <laughs> <laughs> unajua, ni watu nimeshina muda mrefu sana, niwaelewa. Unajua tunafanya kweli kazi hmm. sijui unanielewa, lakini kuna sehemu tukifika, hatujafika wote, baadhi wamefika au nimefika mimi, isi, isi, isitufanye tutengane. Si unanielewa, ile hela haitoshi. Tukisema tugawane wote pale, tuna mahitaji mengi ya kufanya, kwa sababu wote pale, ile timu unaiona, tunaishi pamoja, kwa kuna vitu vya kufanya, hatuna production, hatuna nini, hatuna nini. Sasa nikisema leo huyu achukue milioni tatu, milioni mbili, milioni ngapi, milioni ngapi, kweli wangefurahi kwa muda ule, lakini tungeendelea kuwa wenda wazimu. Ndio mngekuwa mnageuka kama wanavyosema tugeuka. Yaani unajua, Nanga, bado unaishi kwenye mfumo kwamba unafikiria watu hiyo hmm, itakukosti kaka yangu, mi nakwambia eh. Jifikirie wewe kwanza. Ah, sasa mi sifanye kazi mwenyewe? Hiyo ndo shida, hamna mtu anaweza kufanya kazi eh, mwenyewe. Hata mimi pia sifanyi kazi eh, mwenyewe. Lakini usitoe kipaumbele sana kwa mtu, jiwaze wewe mwenyewe, kwa sababu hadi hiyo speech uliotoa yeah, means kwamba tayari unaogopa. Unaona hapa ndugu zangu unaniangalia ah, kwa jicho gani? ningekuwa nafanya kazi mwenyewe mm -hmm. si sijishuti mimi si edit mimi sometimes, hata idea zile watu wanazoziona mitandaoni mm -hmm. kuna mtu anatoa yeah. Sasa kwa tafsiri ya kawaida Shukrani sio kitu kigumu, na lazima lazima uwe nao umshukuru e, kwa umshukuru mtu bwana. Kwa hiyo tukifanya shukrani kwa yeah, kwa, kwa sababu sisi mienendo yetu tukiachiwa sisi wenyewe, hatuwezi kufika tunakopataka Uli. Kuna mtu anakuona kwenye makuzi yako kwamba huyu alianza hapa, anaenda hapa, anaenda hapa. Sometimes kuna sehemu tunastaki, kuna wale wanaotujua wanaona kabisa huyu amekwama pale, ili atoke pale lazima afanye moja, mbili, tatu. sikutumia akili yangu mm-hmm, alitumia akili yake, lazima nimshukuru hapana Sawa kumshukuru, sawa lakini hey, wewe ni Nanga ndio. Kama ingekuwa sio wewe Nanga, hey, wewe mwenyewe, hey, usingekuwa hapo. Na ndio maana nasema hata Nanga -appreciate, appreciate kwanza wewe mwenyewe. Hata Nanga alitengenezwa, yaani Nanga kuwa Nanga tu ulijitengeneza, ulikubali. Kuna mimi najua uli struggle uli struggle sana, mpaka nikwambie kitu nikwambie kitu tu. Hmm. mimi Tiko. <laughs> <laughs> <laughs> Tiko, nilikuwa nafanya kazi sehemu ya betting Mm -hmm. Sawa, nilikuwa nafanya kazi huko, lakini kuna mtu akanambia wewe una kitu. Sio mimi nilisema nina kitu, kuna yani, mtu yani, ameniona yeye ye, akasema una kitu mm -hmm. naweza kufanya, unaweza kufanya moja mbili tatu. Alikuona wewe, kwa bado still wewe. sasa hicho kitu sikukiona mimi yaani huyo ni mimi, yani mimi. No. ninacho ndani ila sikukiona, kuna mtu wa nje ameona kwamba wewe una kitu, na kweli ye ndo mtu wa kwanza uniambia fanya hivi fanya hivi, na nilivyofanya ikawa wao ila wanafab... sikuwaza mimi katika akili yangu ya kawaida, japokuwa mm, niliyefanya ni mimi, ila wazo sio la kwangu na hata kujiona sikujiona, mimi nilikuwa bize na waindi. Hata mimi pia nilikuwa na shughuli nyingine, sio, unanielewa. Sasa mtum... wale watu waliotuona ni lazima tuwashukuru kwa sababu inawezekana ni malaika. Kwa nini nisingekuwa mimi? Sasa aa, kwa nini <laughs> <kushukuru nishukuru. laughs> lakini e <laughs> <Hey. laughs> inawezekana kuna binadamu mbona anatumwa kwa mfano wa malaika <laughs> asili azio hey. Binadamu wote e, e, e, mnapiga e, maji alafu ndo wawe malaika, hii inawezekana kabisa, hiyo huyo ni malaika <laughs> mko kwenye tungi, mnakula vyombo na unashangaa tu, akakwambia sasa, sikiliza kwa sana yako, jinsi ukifanya, jinsi ilivyo ukifanya, script script Ikulu hapo, kesho unatangazwa. Hapana, yani unaambiwa unaambiwa, katika katika katika hivi vitu vya kiimani, kwa watu wanaoamini, si unanielewa? Sio kila sehemu ya kuizalau Eh hey. Including ba. Eh hey, yani ba kuna michongo mingi. Na hilo najua. Yani, ba kuna michongo mingi sana. Hilo sa, najua lakini nataka connections za kufanikiwa ba. Hmm. Ah, bali. La, la, lakini ba pe, pia sio kikwazo. Kikwazo. Katika mada tunayoizungumza kwamba sehemu kikwazo ba ina kwa sio kikwazo. Eh. Ah, ba ni kikwazo. Sijajua kwa Tiko. Tiko hamna kikwazo, kikwazo kwa ba. Naenda ba kwa appointment maalum. Mimi sio mambo ya mnyweso, sio sana mm-hmm, lakini nitaenda kwa kidogo kidogo kidogo, kidogo. Yeah. Na kama nimemisi ni sana, nitapiga nikiwa nyumbani, nitapiga vyombo. naogopa kuzalilika ndugu yangu ah, eh, kichwa panzi kwa oh. Hiyo <coughs> ukipiga <coughs> vitu unaweza ukavua blouse yani, na unaweza unaweza ukamlisha. Sasa hivi ndio unapata nafasi, unaweza kuongelea na, na, na, na, na, kunywa lakini, sasa isiwe too much sasa. So, mimi naenda kukaa baa masaa mawili naongea. Kikwazo, unajua sometimes, kikwazo mimi nakumbuka siku moja nishakufikaga, mimi sio mtu wa vitu, lakini nikafika sehemu nimekaa na washikaji washikaji wana mtindi wa kusema tano, tano. Hey, hey, kwa napiga mtindi mpe mtindi tano tano, nali ndo matusi yenyewe <laughs> sa <Asaliri>. Wakiniambia <laughs> am ba pana ba, mchongo unaichanganya baa ba, kuna michongo mingi sana baa, kuna michongo mingi mimi mimi mara ya kwanza simu, simu yangu ya pili hivi kutumia e, nilipewa ba yani ya niliingia tu pale, piga, piga story. Kuna mdada akaja kaomba picha mm. simu yake ikawa imezima nipige na yako. Yule amenibadilishia kutoka content zangu kuwa na picha hii, imeenda kuwa na picha nyingine, picha nyingine hey, Nilifikiri ni simu ametoa <mikilu> interv... mtu mwingine kabisa <mikilu> tofauti na hapana <pale. mikilu> <mikilu> alitoa jamaa mwingine kabisa. Kwa hiyo huyo jamaa hmm. Kwa hiyo jamaa bado yupo kwenye maisha yako na unatakiwa umshukuru kila siku according to maneno yako kwamba yule jamaa ni mtu. Mimi niko hivi, mimi mtu hata akifanya kidogo kwenye maisha yangu nitamshukuru, kwa sababu kile kidogo akufanya, ndugu yangu, wala sikuwa nacho mimi. Si unanielewa? Mm. Kwa mfano mimi nilikuwa na simu moja mbovu sana, nilikuwa natumia zamani, nilikuwa nashindwa hata kufanya hizi content, ukiacha hiyo uliyopewa, eh, ukiacha kufanya hizi content kama wanavyoshuti wenzangu, na ndo kipindi ambacho mimi nilikuwa sionekani, nilikuwa nategemea kamera, kamera mpaka Juma Sada amalize shughuli zake ndo uje ushuti. Na unajua watu wa production kila siku wana, wana, wana shoot, kwa hiyo mimi napoteza time muda mrefu. Kuna jamaa anaitwa Mr Trouser, kama si, si nini, kama itakuwa sikosei anaitwa Mr Trouser, yule jamaa ndiye mkaribuni miezi miwili mm, anahitaji tuonane, na siku tuliokuja tuonane, akaniambia, bwana, mi nakukubali toka zamani, mbona ukui huko hapa hapa. Nikasema vitendea kazi sina kama nini mm, nikaambia sina, sina simu. Akaenda kununua full box ex maxi, ndo simu ya kwanza mi nashuti hize mbilinge mbilinge, mpaka watu wanasema eh, hey, uyu mzee karudi sasa yule. Mm, mtu mi ntaachaje kumsifia kila siku huyu mtu msifie, lakini hey, mwisho wa siku alikujua wewe Nanga. Kabisa, alikujua yani. Hey, still alikujua wewe. Hey, alikujua Nanga akasema, na yeye leo umemtaja, umenielewa? mm. mm. yupo kwa sababu gani? Wewe Nanga, na ndio maana alibuiwa kutoa, kwa sababu wewe, alikuona wewe. Nini unatakiwa kifanyike nini, unatakiwa kufanyike? Binadamu tunatakiwa tuishi kwa kujitizama kwanza, sababu ukifikiria mm. yule huyu kafanya hiki kafanya, huwezi kulipiza, yani uwezi kulipa wema kwa kila mtu eh. Kuna wengine sisi tunawatendea wema pia hatukumbuki, na watu uh, wengine wema wataki fedha, wanataka kitu eh. Kwa hiyo acha kufanya, jifikirie kwanza wewe. Yani wewe mimi ni huyu, natakiwa nivuke hapa, niingie hapa, fanya kinachokufurahisha kwa sababu tunaishi nanga. Nanga, nini kifanyike? We binti kabla hajachosha <laughs> A, mimi, mimi, mimi, na ki kinachotakiwa kufanyika ni kujua nafasi za watu hicho, mm. tu kujua nafasi za watu kwamba mimi ndio Nanga. Lakini na maisha yangu binafsi, e, yani na maisha yangu binafsi naweza kufanya kile ambacho mimi mm. najisikia. Kisiwe kikwazo kwako, kisiwe kikwazo kwangu so, kisiwe kikwazo kwako wala kisiwe ee. kikwazo kwangu. Huyu hapa ni mbuji na mshetiti wa lugha adhimu au shina adhimu ni Kiswahili, mwite Salim mwanangu wa Ahmed. Meme wa naokuachia nao leo Meme ambayo naokuachia leo ni kwamba chunga sana usichague mke kwenye sherehe, ikiisha utajuta.